Kenya, moja South Africa. Yeye ma mashujaa. Nawachukulia poa lakini yeye sio sio poa. Eh eh. Ukaenda South Africa ule ndani. Ndio ndio, kwa basi. Ndio ndio, kwa basi. Eh eh. Kwa basi za wapi? Zambia? Eh Zambia. Eh eh. Tulipofika kule, tukafaulishwa tukapanda kwenye basi nyingine. Ndio tukafika sasa na South Africa tukapokelewa na ajenti, yaani ma ajenti. Ndio South Africa. Mkafika mji gani pale South Africa, au kumbuki? Ata Sikumbuki lakini, yeah, tuna sehemu tuliofika kaa tukapokelewa sasa na huyo yeah, ah, wa ajenti ajenti wa South Africa, tukapokelewa kule, na akawa na wasiliana na huyo huko. Tukakaa kama siku mbili, siku ya tatu tukaenda ya poti, ndio. nchi gani? Oman. Safari, kwa nini umeamua kupita safari kupita utaratibu? kwa sababu ofisi pia imejisajili haitaki mambo tena... wale waliowapeleka walikuwa vishoka. wakati ule ni huyu huyu ndio, lakini wakati ule aliamua kufanya e. Naona ilikuwa bado hajakaa vizuri, alikuwa e, na nini hajajisajili e, vizuri vibali e na unajisikiaje unapotaka kwenda kwa, kwa sasa na kipindi kile ulipokuwa unaenda kupita South Africa? Unajisikia na amani, nitakuwa na furaha kwa kwenda kufanya kazi, takuwa na amani na ujasiri pia. Unaenda kwa, una kwa mwajiri wako yule, yule wa zamani au mwajiri mpya? Hapana, ni mwingine mwingine, ndio.